Wengine wasubiri kwani wakisubiri kuna shida? Yeah, shida. Mwacheni aendelee, nami nitamsaidia ashinde, na kwa sababu mimi mjanja wa uchaguzi, yeah, yeah, nitamfundisha <laughs> <laughs> <laughs> kashai oye yeah. Unajua kabe bato, unajua nyie, sikilizeni Matokeo ya kura sio lazima ya yale ya kwenye boksi <laughs> inategemea nani anahesabu na kutangaza. <laughs> na kuna mbinu nyingi, kuna halali, kuna nusu halali na kuna haramu, na zote zinaweza kutumika ili mradi tu ukishamaliza Unamwambia Mwenyezi Mungu nisamee pale ndipo. Kwa hiyo wanaotaka kushindana naye wajipange, mmenielewa eh? wafanye nini, na Mwenyezi Mungu atatusaidia hata tusamehe baada ya kutusaidia. Sasa hili nilitaka kulisema na Bebato, nimefurahishwa na namna ulivyofanya. Sasa ni, ni waahidi wanakashai kwa ukubwa huu, kwa ukubwa huu wa watu na wingi wa watu na jambo lenyewe zuri mpaka usiku huu mnalifanya, nataka niwaahidi. Na nimeshtuka nimeuliza shingapi? Milioni mia tatu, milioni mia tatu, hela ndogo sana. Mimi na wewe tutapambana hiyo hela ipatikane, soko lijengwe.